Na wananchi wengi walijionea kwa sababu, hapo mbeleni watu wengi walikuwa wanaongea. Watu wa makanisa ni washukuru, watu wa makanisa wengi walikuwa wanaombea amani na wanasii vijana wetu, wakati wanafanya maandamano yao, waende pale waseme mambo yao kwa amani na warudi nyumbani wasidhulumu. Wananchi, nawashukuru makanisa ambayo yalikuwa katika huyo mrengo, lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana, kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana, ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike?